Juma kama Juma. Ndio baba. Vipi hali yako? Safi ndugu yangu. Mambo yanaendaje? Yanaenda sawa. Choko kwa nini? Choko si nini, vitu vyote ambavyo ni kwa maandalizi ya video. Ya video kubwa. Okay, kwenye video utausikia kama nani? Nani mimi? Mm. Ah, kama kama kawaida yangu anajua kama mlinzi wa mfalme, mlinzi mkuu, ndio mlinzi, mli, mlinzi wa mfalme eh. Sawa. Ah. Okay, ni vizuri sana. Kwa mm. nini sana unapenda sana kuwa mlinzi sana. Ah, kwa sababu labda appearance yangu kisi navyoonekana, mm. nakujaga wanaonaga, wana ndio sehemu ambayo nafaa. Sawa, lakini mara nyingi nakuonaga sana, nadiki kila kienda sehemu, sehemu popote, yani we upo mm. Ni, eh, mm. <laughs> <laughs> mm, mm. Ya, ni kwa sababu gani? familia familia, kama ni kanisani unaenda, au ndo mlinzi wake, ndo hivyo bodyguard wake? A, sana, uw najitahidi sana, najitahidi sana, uyu mwenyewe unajua, lakini yaani kwa kikazi ni kwa kikazi, mitaani mm. baadaye mwenyewe kama naona okay, mm. upo kwenye maandalizi ya kuya shooting ya video, kuna mm. vitu vinaandaliwa hapa, kuna mm. vitu vinaandaliwa. mm. Sasa wewe ni bodyguard sasa, mm. kuna uandaji wa video na bodyguard mm. utofauti uko wapi? Hapa ina maana hapa ni hivi mm. labda watu hawawezi wakaelewa, mm. lakini pia nakugana husika niko kama vile kwenye maandalizi mm. Na maana mm. hiki kitu kinabidi kipatikanepatikane mm. uliona wewe mwenyewe hiki kitu kipatikane mm. hapa, yeah. okay. Kwetu wasanii ni wengi sana mm. Wasanii ni wengi ambao wanafanya mm. vizuri mm. na pia unakuta kwenye video zao unakuta anahitaji mabodyguard. Kwa nini mara nyingi unaonekana sana kwenye, kwenye kazi za diki kuliko kwenye kazi za watu wengi? Hapana, ukisema hivyo umekosea, kwa sababu usijaonekana kwenye video ya diki hata moja mm. Ee hey, moja <laughs> nani hii collab ambayo nilifanya na huyu na ndo nani huyu Ekela na Big Sadi, ndo video yadiki official pekee ambayo nishakuonekana hemo. hmm. ya kuna video nyingine yake ambayo inakuja inaitwa Go Easy sikuonekana ya yeah. hata kama kuna vitu ambavyo nilifanya pale, lakini sikuonekana kwenye video mm. lakini kwenye hii sasa, inabidi nionekane kwa sababu ni video ambayo inanihusisha, ina na mimi yeah, ina, nita play part kwenye hii video sawa, ndio okay, kwa sababu kwa sababu kama nilivyosema, mm. vitu vingi sana vya deki huwa unashiriki sana sana mm. sana. mm. Vipi, kuna kiasi chochote, wewe unakipataje? ya yeah, kazi, kazi, kazi. si nimeshasema ni kazi hiyo, na maana mm. kama ikiwa kazi ni pesa, lakini nimesema kwamba ni familia. Ah, familia ki sonona kila mtu kwenye maisha yake hmm. Anakuaga na ule mtu ambaye ah, nikiwa na hiki kitu tatizo fulani, naweza nikamwambia fulani, naweza nikamwambia sasa hmm. Diki, tunakuaga na ukaribu, nikiwa na tatizo naweza nikamwambia Diki eh, mimi na tatizo fulani, akasema usihofu mwanangu hmm. eh. Ali anakulipaji so, so, familia, mm. familia, familia nawakati ana, ana, ana ana <laughs> mm, mm, ni famili nimesema kifamilia. Yale mawasiliano ambao tuko na yeye, ina maana tunaishi kama vile kifamilia, lakini tukiwa kwenye kazi lazima tulipane, ni kazi. Ina maana anafanya kazi, ni kazi, nalipa, na mi lazima nikifanya kazi lazima nilipwe. okay, sawa. mm. unafuatilia sana vitu vya mitandao sana mm. hivi, hey. ukiangalia mziki wetu kwa sasa upoje? Upo sawa, mziki upo sawa, upo sawa ya upo sawa tunaika yani... ya sehemu nzuri, sio kama kile kipindi cha nyuma kila mtu alikuwa ni msanii. Hapana, mm. kila mtu kipindi cha nyuma wao mwenyewe, unakumbuka kila mtu alikuwa ni msanii mm. Lakini kwa sasa ina maana wale wenye vipaji vyao ndio mm. wanaanza kuonekana sasa mm. na wasikate tamaa, kwa sababu kwa sasa naona kama vile wale wa, wa, wa, wa, wa nani Afoja. wazamini wa, wa, wa, wa, wa muziki wamepungua, hmm. lakini kwa sasa waendelee kufanya kazi, mambo yanaelekea kuwa sawa hmm. muziki wetu ushaanza kupata promo na naweza nikasema kwa sasa kama Kigoma kwa mfano hmm. sisi ndo kama vile tunatangaza tuna muziki wa Kigoma ya maana mtu akikubalika hapa lazima unaona ajulikane, unaona, hadi na TV kubwa kubwa zishaanza kuonesha ku promote mziki wa kampini. Maana tuko sehemu nzuri, tunaelekea sehemu nzuri. Okay, katika kipindi hichi sasa ambapo mm. unasema kwamba wa, n yani, wameweza wa kupungua mm. wenye moyo sasa ndio imeanza kuonekana yeah. mm. wale ambao walikuwa wanakuja na, na, na, na, na upepo wa mkumbo mm. kama vile wameshaondoka sasa. Kwa sasa wewe matumaini yako unaona, ni yupi sasa atakuja kuwa moto sana na kumalizia huu mwaka ah, mi sio, sio mtabiri, hmm. niseme hivyo hmm. Lakini kinacholipa kila sehemu hmm. inakuwa gani bidii ya mtu, lakini pia na busara, kwa sababu unaweza ukaona bidii usiwe na busara hapo, hmm. hau utaenda. Ina maana kazi na akili, lakini tukiangalia mziki wetu uko sawa. Kuna hmm. awa ambao tunawazoea diki hmm. nyago folo sijui na wengine, kuna wengine ambao wako wanakuja kuja hapa wakina bidobido Bido, mm. wakina Stasha mm. na maana muziki huko unaelekea sehemu nzuri, na huyo msanii akija, unaona kabisa huyu ana talenti ya kuimba. Kwa hiyo kinachobaki ni sisi hapa mashabiki au ni sisi wafuatiliaji wa, wa huu muziki tu sapoti. Mimi, mi mm. nasemaga si sikuwagi na support eti kusema mtu huyu tu ndo nitasupport eti kwa sababu leo nimeonekana na diki sana na support diki? Hapana, kila yoyote ambayo anayefanya muziki wa kutuwakilisha sisi na kuwagi na support. Ndio maana hata kama alisema eh, nakuonaga sana na diki, ndio nanionaga na diki juzi hapa, nifanya video na follow. Ehe, nimeshawahi kufanya video nyingi na ananyago, na labda hapa baadaye nitafanya na na wengine, na maana sikuwagi na angalia. Video video ulionaga hapa, tulifanya naye video zishakuwa mbili tayari, na maana sikuwagi na sema, na kuwagi yoyote ambayo anatakiwa Nende nikasapoti naendaga tu. Sawa. Nashukuru sana. Asante sana kwa kuwa umefunguka mengi sana. Asante sana kwa kufuata siku nyingine. Asante sana. Haina noma. Mm.